Kwa hivi sasa tunarejea ndani kuendelea na mada yetu ambayo leo tunaangazia maradhi ya moyo, na kabla ya kuendelea sana a, daktari tungependa utujuze, maanake tufahamu huu moyo uko namna gani, vitu gani ambavyo vikiathirika ndio vinaleta matatizo katika moyo, na jinsi gani moyo ambao unafanya kazi vizuri unastahili kuwepo kwako. Daktari, asante sana kwa muda huu. Ningependa kuwaelezea zile sehemu za moyo. mm-hmm na tukishaangalia moyo wetu huu umekatwa katikati, ndo tuangali, tuone ndani ndani wa moyo na kujiuliza vipande za moyo ni gani, sehemu gani za moyo. Kwa hivyo nitasema jambo la kwanza, kawaida moyo umegawanywa mara mbili, upande wa kulia na upande wa kushoto, na kila sehemu ya upande wa kulia na upande wa kushoto uko na chumba cha juu na chumba cha chini, na tukiangalia nikianza na upande wa kulia Kawaida hichi ni chumba cha juu twakiita atrium au atria kwa lugha ya Kiswahili. Na kawaida damu inaingia kwa hichi chumba, damu ya kutoka kwa mikono na kutoka kwa kichwa inakuja kwa upande wa juu inaingia kwa hichi chumba, na damu yote yenye inapanda kutoka kwa miguu zetu, kwa utumbo, kwa zile uh, viungo za tumbo, nayo yapanda kwa hii mshipa, zote zinaingia kwa hiki chumba cha juu kwa upande wa kulia. Damu ikishaingia pale, haya basi itapita kwa i, i valve ama mlango wa moyo tunaita valve. Unapita unaingia kwa chumba cha chini kwa upande wa kulia, nayo tunaita ventricle. Ikishatoka kwa ventricle inaingia kwa zile tunaziita ateri za kuingia kwa mapafu. Hapo ndo damu yote yenye imekusanywa kwa mwili inapata oxygen kwa mapafu. Ikishapata oxygen, haya basi damu itarejelea kwa moyo kupitia chumba cha juu kwa upande wa kushoto, atria ya upande wa kushoto, chumba cha juu. Damu itarudi, inapita tena kwa mlango wenye tunaita valve, inaingia kwa ventricle upande wa kushoto, alafu inaondoka tena kupitia kwa valve nyingine, mlango mwingine, na inaingia kwa ile ateri kubwa ya moyo twaita aota. Mm -hmm. Sasa wakati tunaongea uh, magonjwa ya moyo, magonjwa ya moyo yanaweza you know, yanaweza leta shida kwa sehemu tofauti za moyo, kama vile Rosemary ametuelezea ya ya. Mm -hmm. Shida yake ilikuwa ya mlango wa moyo ama ile valve, na shida yake ilikuwa kwa upande wa kushoto. Mm -hmm. Ile valve upande wa kushoto ya katikati mwa chumba cha juu na cha chini tuaita mitral valve. So wakati valve ya moyo aifungi vizuri vile inafaa, au aifunguki vile inafaa, hilo jambo linaweza leta shida kwa moyo, kwa sababu ile presha ndani ya moyo itaenda juu. Jambo la pili, moyo unaweza panuka, misuli za moyo zinaweza thoofika, na hilo jambo linaleta upungufu wa wa nguvu ya moyo. Kwa hivyo wakati tunazungumzia moyo hii, ni wakati tunaangalia juu tunaangalia ndani mwa moyo. Wakati tunaangalia juu ya moyo, juu yake ndo mahali kuna zile tunaziita ateri za moyo. Sasa yani, daktari, kabla uende huko, mm -hmm, tulikuwa tunazungumzia ili swala la Rosemary, mm -hmm, ukatuonyesha tatizo lilikuwa upande gani sasa. mm -hmm. kitu gani kilikuwa kinamfanya Rosemary kila wakati kujihisi na uchovu? Haya, nitakueleza hiyo. Kwa hivyo mambo ya Rosemary yalikuwa mawili. mm -hmm. Hii valve ama huu mlango mm -hmm. Ulikuwa na shida, na shida yake ilikuwa aufungi. Kwa nini tunahitaji valve ifunge mm -hmm. na ifunge vile ipasavyo mm -hmm. kwa sababu wakati damu inaingia kwa chumba cha juu mm -hmm. moyo utapiga, ukishapiga hiyo damu lazima hije kwa chumba cha chini kwa ventricle mm -hmm. kama huu mlango wa ufungi wakati ventricle nayo inapiga unapata nusu ya damu itaingia kwa hii eteri yenye inapeleka damu kwa mwili wote, alafu ile damu nyingine inarudi mahali haifai kurudi. Sasa ikisharudi kwa chumba cha juu inapatana na damu nyingine inatoka kwa mapafu. Sasa ikiendelea vile na kama ile damu inarudi ni ya juu kuliko kawaida, yani inazidi, inapita ile tunaita asilimia 50 kurudi kwa hii chumba cha juu, basi nini natokea? Jambo la kwanza unapata ile shinikizo ama presha kwa hiki chumba cha juu inaenda juu. Sasa pale Rosemary tuseme anajaribu kutembea pale, ametumwa enda ukota kuni leta nyumbani, hii damu inarudi hapa, shinikizo ya hii chumba yaenda juu. Ikishaenda juu pale inapatana na ile damu ingine ilikuwa inatoka kwa mapafu unapata wakati dam, damu inatoka kwa mapafu haiwezi ingia vile inafaa. Aha, nini kitafanyika? Damu itarejelea kwa mapafu. mm -hmm. Mafa, pafu ya Rosemary inajaa damu. mm -hmm. Ikishajaa damu pale unapata hata kupumua inakuwa ni ngumu. mm -hmm. Ataanza kuchoka, atahisi mwili umedhoofika. Hatahisi ana nguvu sababu mapafu imejaa damu na ifai kwa vile. Kwa hivyo hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wakati mapafu inajaa damu unapata shinikizo pia. Pale imeenda juu, ile pressure kwa mapafu imeenda juu, nini itafanyika? Kumbuka damu ilikuwa inatoka upande wa kulia wa moyo, sasa kuingia pale kwa mapafu, unapata pressure iko juu. Haya, basi, pia kutakuwa na damu imezidi upande wa kulia damu ikishazidi pale, nini inafanyika? Upande wa kulia wa moyo presha yake kawaida inakuwa ya chini. Sasa wakati damu inajaa pale, unapata mtu miguu zinaanza kufura, miguu zake zinafura. Aha, ina, damu inajaa kwa tumbo, damu inaingia kwa maini, unapata pale mtu amefura miguu, akijaribu kutembea anaskia ni kama tumbo linauma, kumbe ni maini imefura, imejawa imeja na damu. Hilo jambo likifanyika, unapata mgonjwa ajisikii vizuri kweli, amekuwa mgonjwa. Kwa hivyo tukiangalia, yale madhara imetokana na valve moja ya moyo. Kwa upande wa Rosemary, alikuwa na shida mbili, hii valve ilikuwa na shida na pia hii valve nyingine ilikuwa na shida. Sasa pale kuna milango mbili zimezuia damu Mm -hmm. Damu inapita, damu inarudi, ingine hapa damu inapita inarudi tena, unapata shinikizo. Kwa hiyo upande wa, wa kushoto wa moyo imeenda juu zaidi. Pale kusema ukweli, mgonjwa atajisikia ana nguvu, anakoa usiku, mapafu imeshajaa damu mm -hmm. Jambo la pili, hata kulala flat inaleta shida pale, lazima ongeze pilo. Wengine wanaongeza pilo, mwingine hata analala ana akiwa ameketi kwa kiti, sababu kupumua imeleta shida. Jambo lingine, unapata moyo inaanza kukimbia, wakati moyo nguvu yake imepunguka na bado unahitaji ifanye kazi, moyo unaanza kukimbia. Unapata moyo haupigi kwa utaratibu, kuna wakati mwingine wapiga zaidi, wakati mwingine hata unaweza piga kidogo sasa unapata mtu amekuwa na shida mingi sana na zote zimetoka na jambo moja tu, mm -hmm. la valve ya moyo. Sasa daktari, pengine ni asilimia ngapi ya wagonjwa ambao wanapata tatizo hilo? Maanake katika ile orodha ya magonjwa ya, ya, ya moyo nadhani itakuwa ni moja wao na mm -hmm. Pengine baadaye utakuja utueleze wale wa hypertension asilimia iko vipi na inatokana na nini, wale wa magonjwa ya mishipa ya moyo wa kiharusi, uh, congenital heart disease kushindwa uh, kwa moyo heart failure. hili tatizo lake la rheumatic heart disease. Ukiangalia takwimu humu nchini iko vipi na ni kitu gani ambacho kinachangia zaidi mtu kupata tatizo hili? so jambo la kwanza ni kusema ili shida la valve za moyo, mara mingi barani Afrika linatokana na ile tunaita rheumatic fever. mm -hmm. Na hii ni jambo lenye linapata watoto wakiwa wadogo. Pale watoto wamepatwa na homa, atuwapee zile dawa zinafaa, awapimwe. Unapata mtoto hiyo wakati ameshikwa tu na homa. Na mama na baba wanajua tu ni homa ya kawaida, lakini pale kuna ile bakteria yenye inaleta shida mpaka ina affect valve ya moyo. mm -hmm. Na sasa pale ndo mtoto anakuwa na shida ya joints, joints zinauma, zingine zinafura mara mama atasema alianguka, ama sijui mambo zingine. Watoto wengine wanakuwa na uchungu kwa moyo ama kwa kifua, wanapata ile uchungu kali zaidi. Wengine ni joto tu ya mwili inaenda juu. mm -hmm. Na pale ni vizuri wakati wanapelekwa hospitali, sisi kama wahudumu wa, wa afya tuwaangalia a watoto na tuwaelekeze wazazi vizuri, ni mtoto mgani anafaa kupimwa zaidi. mm -hmm. Kuna zile vipimo za mahabara tunafaa kuzifanya wakati ule ndo mm -hmm. tupate mtoto kama Rosemary akiwa mchanga, kumbe ako na shida ya rheumatic fever mm -hmm. Na tukishapata ile shida kweli, kuna madawa zenye hawa watoto wanapewa kila mwezi hadi wafikia eidha miaka ishirini uh, na moja kulingana na ile tatizo limepatikana ile wakati mm -hmm. Na hiyo shindano ya kila mwezi inasaidia zaidi ndo mm -hmm. hii valve ya moyo isizidi kudhoofika mm hiyo -hmm. ni jambo la kwanza mm -hmm. Sasa wakati Tume, tuseme mtoto ajapatikana ule wakati mm. Basi ameshakuwa mkubwa pale, ile shida ya valve itaendelea mm -hmm. hata kama tuseme shida ya joints, shida ya fiva iliisha mm -hmm. lakini utampata yule mtoto bado hii valve yake inaendelea na inaendelea kudhoofika pole pole. Mm -hmm. imeendelea kuzidiwa mm -hmm. na ugonjwa na wakati valve zinashikwa na ugonjwa zinaweza leta you know, madhara tofauti. Kuna zile zitafunga mm -hmm. na kuna zile utapata Kufunga ndo shida. Mm -hmm. So unapata moja imeziba ama nyingine hata kufunga ndo shida. Mm -hmm. Na pale si rahisi kusema ni nani atakuwa na shida gani. Mm -hmm. Lazima apimwe ndo tujue shida yake ni gani. Mm -hmm. Jambo la pili. Mm -hmm. Hiyo jambo ikishafanyika, sasa na tuseme kama Rosemary akujulikana hata wakati amekuwa mkubwa, anaenda pale ajulikani shida yake ni gani. Sasa mtu akiwa mzima, lazima pia afanyiwe hizo vipimo za moyo. Umesikia akisema kipimo cha ECG, mm -hmm. kipimo cha echocardiogram, na hizo ni vipimo za kuangalia moyo haswa, ndo tujue moyo uko na shida gani, umepanuka, ni valve gani iko na shida pale. Lakini zake zilifanywa late. Sasa vile tulikuwa tumeangazia mbeleni kusema, wakati mtu anapata mimba. Ujauzito mm. pale ndo wakati damu inazidi kwa mwili, ile stress ya mwili inaongezeka, na wanawake wengi wanapatikana ule muda mm -hmm. mtu ako karibu kujifungua ama baada ya kujifungua, ndo pale tunajua kumbe ah, alikuwa na shida ya moyo, na tunakuja kuipata baadaye zaidi mm. kwa hivyo nilikuwa nimesema mbeleni, barani Afrika hii ni shida yetu huko you know, inji zingine hii shida imepunguka zaidi Hmm. So kwa wakati tunaweza sema hii ni shida ya bara la Afrika. Sawa sawa. Tukiendelea pengine kidogo, alafu tuje kwa Rosemary atueleze, maanake umesema hii itakuwa imeletwa na ugonjwa wa rheumatic uh, disease. Sio hmm. naye pengine atatueleza kama ni tatizo hili wakati alipokwenda kufanywa vipimo ikajulikana. Tukimalizia tu hiyo picha, maanake tujue vizuri, mtu aelewe moyo wake. Kuna swala ambalo Joyce alikuwa ameeleza akizungumza kuhusu vyakula tunavyokula na yale mafuta, akatuambia kwamba mafuta tunayokula yanakwenda mpaka yanaziba ku, eh, yanaziba ile mishipa. Kwa lugha yake mwenyewe amesema mishipa inakuwa konde <laughs> kwa hivyo pengine utuonyeshe hapo. Unajua, kuona ndio kuamini zaidi na kuelewa zaidi, kitu gani kinafanya haya mafuta tunayokula yanakwenda vipi kuingia katika mishipa ya damu ndani ya moyo na kumfanya mtu akapata madhara. Sasa kwa hii picha, vile nimesema, hii inaangazia undani wa moyo okay. Sasa juu ya moyo. mm -hmm. kama ile picha tumeona hapa nyuma ya Rosemary uh, na mwenzangu pale mm -hmm. inaonyesha mishipa okay. na hizi mishipa tunaona hapa mm -hmm. ni mara mbili mm -hmm. kuna ile iko na rangi ya blue na ile rangi ya nyekundu. mm -hmm. rangi nyekundu kawaida inasema mm -hmm. ile ni ile tunaita ateri mm -hmm. yaani, ile mishipa imebeba damu yenye iko na oxygen mm -hmm. na inapeleka hii mishipa ya red hapa yapeleka hiyo damu yenye oxygen kwa misuli ya moyo okay? Sasa wakati hizo ateri za moyo zinakuwa na shida na shida, zinaweza unajua, hiyo shida ateri inaweza leta na vitu tofauti. Kuna ile mafuta ya damu mm -hmm. ile tunaita cholesterol mm -hmm. imekuwa juu zaidi, umekula chakula chenye akifai, jambo la kwanza. Jambo la pale pili, unaweza kuwa na shida ya kisukari. Jambo la tatu unaweza kuwa na shida la shinikizo la damu hypertension, na jambo lingine ni ufutaji wa sigara. mm -hmm. Sasa hayo mambo yote yakipatana pale kwa mishipa ya moyo, inafanya hizo mishipa za moyo zenye zinabeba ile damu iko na oksijeni inapelekea misuli za moyo either zizibe ama zikuwe zimebana. Sasa unapata pale damu haifai haipiti vizuri vile inafaa. Aha, nini inafanyika? Mm. Kuna wale, wakati m hiyo mshipa umebana zaidi, watashikwa na uchungu wa kifua ila kwa mm -hmm. Kiingereza tuaita angina mm -hmm. unapata mtu pale akitembea kidogo, anaanza kupata mlima, anapanda stairs, anasikia uzito sana kwa kifua anaskia, mm -hmm. inambidi asimame mm -hmm. sababu, kumbuka misuli za moyo azifiki, damu haifiki vizuri kwa misuli za moyo. Hiyo ni jambo la kwanza mm -hmm. jambo lingine pale wakati inaziba kwa kigafla apo ndo tunapata ile shida tunaita mshtuko wa moyo hatataka, sababu hii misuli ilikuwa inapata damu no. na kwa kigafla imeziba, hiyo ni kumaanisha kuna sehemu fulani ya moyo haifikiwi na damu yenye oksijeni. Sasa pale ndo mtu atashikwa na uchungu zaidi, atasikia shida ya kupumua zaidi, hata anaweza anguka. Sasa pale ndo mtu anakuja anasema alipata mshtuko wa moyo gafla gafla. Sawasawa sawa. Daktari, naomba tuende kwenye mapumziko mafupi. Tukirudi aa, tutaangalia picha hii pia kwa undani, maanake hiyo tumeiona ni ya nje. Tutaangalia picha hii kwa undani, na nadhani tutampatia fursa Joyce naye atueleze, maanake yeye ndo na hayo mafuta ametueleza, atueleze zaidi ni kitu gani kinafanyika na kitu gani ambacho kinastahili kufanywa kuhakikisha kwamba mishipa ya damu inaepuka kuwa na mafuta mengi, ili iweze kufanya kazi vile inavyostahili. Hayo yote ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Endelea kutizama Jukwaa la Afya.